Tukitoa mwanya ndugu zangu, tukipitisha wanaotafuta tunamie ni wemo, ndo tunapata wale wanaokwenda huko, chama kinakuwa gwajima na hizi. Kwa hiyo kwa vyovote vile, tusigwajima na hizi chama chetu, magwajima tuyaache nje.